Kaimu Kamanda wa jeshi hilo mkoani Mbeya, Mrakibu Malumbo Ngata, amesema kuwa wapo baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakipiga simu kwenye namba hiyo ya dharura na kutoa taarifa zisizo sahihi, jambo linalosababisha usumbufu mkubwa na kuathiri utendaji wa haraka katika kusaidia walio kwenye hatari za moto au majanga mengine. Kwa mkoa wetu wa Mbeya kumekuwa kuna matumizi ambayo sio sahihi ya namba yetu moja moja nne. Unakuta mwananchi anapiga simu akiwa na, anaeleza shida ambazo si stahiki au si za kidharura. Mtu anapiga simu anaomba fedha, mtu anapiga simu ana, anaomba kazi au mtu anapiga simu anatoa mwito wa uongo. Mtambo unatoka kuelekea eneo la tukio, mnafika hapo, unakuta hakuna tukio lolote, na ile simu iliyopiga, ukiipiga tena haipatikani. Naomba tuwe rai kwa wananchi, tutachukua hatua kali za kisheria, ikiwepo kuwapeleka mahakamani watu wote ambao watatumia namba hii kwa njia isiyo sahihi, kwa sababu tunaamini wakati huo wewe mwananchi unapiga simu na kutoa mwito wa uongo, kuna mwananchi mwingine ambaye ana tukio kweli la dharura anatakiwa apate msaada. Sasa anaku, akipiga anakuta namba inatumika au namba iko busy kiasi kwa na hali ambayo akija kupatikana baadaye tunakuwa tayari ametoa taarifa, lakini sio kwa muda mwafaka, na hivyo kusababisha madhara makubwa kwenye maisha yake, lakini pamoja na mali zake, kutokana na matukio ambayo anakuwa amemkumba. Pamoja na changamoto hizo, Ngata ametoa wito kwa jamii kuchukua tahadhari wakati wote wanapokuwa katika shughuli zao ili kuepuka majanga yanayoweza kuzuilika. Tuhakikishe tunachukua tahadhari ya kinga, tahadhari ya moto kwenye maeneo yetu ambayo tunafanya kazi kila siku, ikiwemo kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya namba moja moja nne, lakini pia kuhakikisha kwamba unapofanya shughuli zako, wale wanaokata vyuma, wale wanaovua samaki, wale wanaochimba madini, kuhakikisha kwamba wamechukua tahadhari zote za kinga, tahadhari ya moto, ikiwemo kuwa na elimu. Lakini pia saa hizi kuna ujenzi unafanyika, Hakikisha ramani yako unafikisha Jeshi la Zima Moto na Uokoaji ili tuweze kutoa ushauri nini cha kufanya na vitu gani nitakuwa viwepo ili kuhakikisha kwamba jengo lako linakuwa salama dhidi ya majanga ya moto. Nao baadhi ya wananchi wa mkoa wa Mbeya wameeleza maoni yao kuhusu utendaji kazi wa jeshi hilo la zima moto na uokoaji, wakieleza kuwa licha ya changamoto zilizopo, jeshi hilo limekuwa likijitahidi kutoa huduma kwa wakati, wakiwa wanapewa taarifa na hawafiki kwa muda muafaka lakini kwenye hilo pia naweza nikawasaidia kwamba huenda miundombinu sio sahihi au sio rafiki kwao. Serikali inatakiwa iliangalie kwa kwa kwa, kwa jicho lingine, wanahitaji msaada. Ninachopenda nachopenda kushauri zimamoto, pale ambapo tunakuwa tuna shida, tunawapigia simu, wao wanapokea simu kwa wakati, alafu wawe wanafika kwa wakati kutoa elimu na pia kwenye perception ambayo sisi kama wananchi tunayo, tunaamini kwamba kazi ya zimamoto ni wao kuja kuokoa kipindi maafa yakitokea, kututengenezea mazingira ya kuwa kama na vitu vya kuzimia moto kama fire extinguishers sehemu mbalimbali. Naweza nikaongea sehemu kama za masoko, mfano. Kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samuel Mpogole.